Nipende kuchukua fursa hii kuwashukuru nyote ambao mnaendelea kutuunga mkono kwa namna moja ama nyingine, na kuendelea kusubscribe channel yetu kucomment na kutoa maoni juu ya huduma ambayo tunaitoa kwa jamii. Lakini nishukuru, nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai ambayo ameweza kutujalia sisi sote ikiwemo wewe, mimi, pamoja na wengine eh, wapoinga ambao wanatamani ku iona siku ya leo pengine kwa namna moja ama nyingine au kuangalia video zetu kama ambavyo umefanikiwa wewe ndugu mtazamaji, lakini hawajaweza kufanikiwa. Lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru wazazi wetu na kwa zawadi kubwa ya upendo wa kipekee ambao wameweza kutujalia mpaka leo hii tunaweza kuongea hivi tulivyo. Lakini pia nikushukuru wewe ndugu jamaa, rafiki ambayo unaendelea kuiunga mkono chaneli yetu na kuipeleka huduma yetu mbele mm. Kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu nikusi uweze kusubscribe u, ili uweze kutupa nguvu ya kuendelea kutoa huduma kwenye uh, huduma mbalimbali mbali kwenye jamii ambayo inatuzunguka mm. na <clears throat> leo hii kuna kitu kikubwa ambacho nimeweza kukuandalia ndugu mtazamaji e, ni moja ya kitu ambacho ni kikubwa sana katika maisha na dunia yetu, mienendo ambayo tunaenda nayo. Leo nitakuletea siri kumi na moja ambazo zinaweza zikakufanya wewe ufanikiwe au kufikia malengo yako kwa namna moja ama nyingine. E, maisha tumeageuza ni kama kitendawili, kitendawili ambacho watu wengi tunashindwa kukitegua au tunashindwa kuelewa ni kitendawili cha namna gani lakini leo nitakupa siri ambazo ni nyepesi, siri ambazo ni rahisi sana kuweza kuzikonga na kukufanya wewe uweze kumuvu kutoka pointi moja kwenda nyingine. Na siri hizo na uhakika, endapo utakwenda kuzitilia manani au utakwenda kuzifanyia kazi, zinaweza zikakuvusha kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine ya kimaisha au pointi nyingine ya kimafanikio. Na zaidi vijana wengi wazee wengi, babu zetu, ndugu zetu, jamaa na marafiki, tumekuwa tukijipa moyo na kusema kwamba maisha ni magumu na kusema kwamba there is a hardship in life, kitu ambacho sio sahihi. Pengine kwa namna moja ama nyingine, ni hardship ambayo tunaisababisha sisi wenyewe, kutokana na kuto kuandastandi vitu vya msingi ambavyo vinaweza vikatusaidia kwa namna moja ama nyingine. E, hichi ni kionjo ambacho nimekuletea nikikuandaa kwamba kufikia muda fulani nitakuletea mda siri kumi na moja ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kufikia pointi yako ya maisha, au pointi yako ya success. Kama bado hujasubscribe kwenye channel yako, niendelee kukusii uweze kusubscribe channel yetu, uweze kutuunga mkono kwa namna moja ama nyingine, tuisogeze huduma mbele. Ni kukaribishe sana kwenye channel yetu ili uweze kushuhudia au uweze kujionea siri kumi na moja za kukufikisha kwenye pointi amba.